Wananchi wa kijiji cha Nyakabale, kata ya Kalangalala, wilayani Geita, mkoani Geita, wamelaani kitendo kilichofanywa na Maliasili cha kuvamia mashamba yao na kukata migomba na kuchoma nyumba zao kwa kile kinachodaiwa wamevamia hifadhi. Channel Teni ilifika kijijini hapo na kukuta mazao mbalimbali yakiwa chini na mengine yakiwa yameng'olewa huku wananchi wakiwa hawajui hatima yao kuhusu mazao yao yaliyoharibiwa vibaya. Wananchi hao wameongeza kuwa wameishi katika eneo hilo zaidi ya miaka saba na hawajawahi kupewa taarifa yoyote ya kuondolewa eneo hilo, lakini wanashangazwa na uvamizi huo ambao umefanywa wakose chakula watu. Muda wa saa nne asubuhi, nikiwa humu shambani, nilisikia wamefika watu bila taarifa yoyote wakaanza kukatakata mazao yangu yote kama mnavyoyaona. Nilivyoona hivyo nikatambulisha kwamba ni Maliasili, na nikiwa sasa, na mimi najaribu na kujiokoa na mimi pia wananifuatilia na mapanga, maana walikuwa ni wengi, nikashindwa jinsi ya kuwazuia kwa sababu sikuwa na silaha yoyote. Tunachuma mamboga ya mchicha, wakatukamata, kadiri ya kutukamata pale walitugusisha tugu, tuguza haya mapanga tuanze kukatakata vitu vyetu. Tukakata boss tulimkuta hapo amekaa aka, akaja akatulazimisha, eti tumeamua kujirimia humu, nani katugawia. Tukasema shida ndio zimetuleta humu, ndio maana tumekuja kufanyaje, kulima humu kut, ni kama sijui wana kitu gani tu hawa watu wametumwa, mtumwa anakotumwa wako tumwa na, yani nashindwa kuwaelewa. Wakala wa misitu kutoka wilaya ya Geita aliyefahamika kwa jina moja la Shadrack amesema sheria hairuhusu mtu yoyote kuishi ndani ya hifadhi. Kwa sheria ndio hiyo kwamba uruhusiwi kuingia kwenye msitu. Watumishi nyinyi mnakoza mangapi na sheria inawafumbia macho? Yaani, yeah, macho yafumbwe kwenu nyinyi kwa hao wanyonge isifumbwe. Wakanyagwe. Ah, hapana. Sisem haikubali <laughs> hilo sisem haikubali.